Kwa uchaguzi huu ni msimu wa rushwa, wapo watu waliojiandaa kutoa rushwa msimu huu, na wanatoa rushwa sio kwa sababu rushwa ni kitu cha haki linayokubalika mbele za Mungu. Hapana, rushwa ni adui wa haki. Nimeanza na kuhubiri hapa na jinsi Mungu alipofanya Yesu Kristo aje duniani kutukomboa kwa, kwa haki, lakini mwanadamu akageuza hiyo haki, akataka kuzika haki kaburini. Na sasa hivi kwenye uchaguzi kuna watu watakao tamani kuzika haki kaburini kwa kutoa rushwa, kwa sababu unapotoa rushwa unazika haki kaburini. Msimu wa rushwa, msimu wa kuzika haki na kweli. iki ni kipindi ambacho sisi kama kanisa tunawajibika kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Muombe Mungu aiponye nchi yetu, muombe Mungu ai yatakapojitokea apata tosha. Ni wajibu wetu kuliombea taifa hili, ni Mungu atusaidie aingize hekima yake na busara yake ndani yetu sisi wote, sisi waumini wa makanisa madhehebu mbalimbali. Mungu aingize hekima na busara kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya watu wake ili tutambue haki tutembee na haki, tusimamie haki na kweli katika chaguzi hizi, kwa kutenda matendo yaliyo mema, kwa kutenda matendo ya kumcha Mungu, kwa kuwa na hofu ya Mungu kwenye mioyo yetu. Wale wote watakaopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi mwaka huu wawe na hofu ya Mungu ndani yao, wasimamie haki, watende haki waseme kweli, wasizike haki, wasizike kweli, kwa sababu wasikufanya hivyo, wakatenda uovu, wakafanya yaliyo kinyume, Mungu atakubaliana nao kwa sababu Mungu atawatupa mbali, hawatapata nafasi katika ulimwengu wa roho. Ukitaka kuona amani, ukitaka kuona watu wawe na matumaini, ukitaka taifa liwe tulivu, watu wakae kwenye mahali pa kumzikia penye salama na palipo na utulivu na palipo na amani haki umepoteza matumaini ya watu hao, umepoteza utulivu wa watu hao. Ukishapoteza tu haki, hakuna utulivu, hakuna matumaini. Matumaini yanapotea pale pasipokuwa na haki, utulivu unapotea pale pasipokuwa na haki. Lakini palipo na haki Biblia inasema na watu wangu watakaa katika kao la amani palipo na haki watu watakaa kao la amani na katika maskani zilizo salama kupumzikia, utulivu. Yeremia, tano, mstari, wa kwanza, inasema, katika upo na katika mahali pa kupumzikia penye utulivu haki. Yeremia tano mstari wa kwanza inasema nenda katika njia za Yerusalemu, upite huko na huku uone ni wote wa amsomo uchaguzi sha zizingatia mambo mawili, haki na kweli, kuna vitu viwili vitazaliwa. Kama uchaguzi wa mwaka huu utazingatia mambo mawili, haki na kweli, kuna vitu viwili vinaenda kuzaliwa. Ya kwanza ni upendo na umoja, utaenda Tanzania itadumu. Amani ya Tanzania itafanya nini? Itadumu, lakini kwa kutenda kwa haki na kwa kweli. Tuliombea hivi leo ili mwaka huu wa uchaguzi, uchaguzi uwe wa huru na wa haki, wale waliopewa dhamana ya kusimamia mchakato wote wa uchaguzi, kabla ya uchaguzi wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, katika ngazi hizo tatu kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, bade wale wote waliopewa so dhamana ya kusimamia mchakato huo watende haki, wawe wa kweli, watatusaidia kwa taifa la Tanzania likiwa hao wanaotafuta uongozi, wanataka kushika madaraka, tuwaombe. Kwa sababu wasipokuwa na roho ya Mungu ndani yao, hata wale wana wanaotaka kuingia wawatoe wenzao, wasipokuwa na Mungu ndani yao, wasipokuwa na Kristo ndani yao, wasipofufuka na Kristo leo, lakini wanataka uongozi, watatuharibia nchi. Uchaguzi wa mwaka huu, tuombe Mungu atusaidie. Utajiri huo au musaidii kubadilisha maisha yetu, kuonekana na umasikini au musaidii utajiri huo ana degree ya kwanza, mtu ana degree ya pili anaendesha bodaboda, lakini ana master, ana ajira alini kwa sababu azi, ajira haziko. Nataka viongozi watakaotusaidia ili taifa letu liweze kuneemeka kutokana na rasilimali ambazo Mungu ameweka nchi hii. Takapofika wakati wa uchaguzi, rai yangu kwenu nini, waumini na Watanzania wote Rai yangu kwenu ujitokezi kwa wingi kwenda kupiga kura. Wanaochagua viongozi wabovu mnawajua, wanaosaidia kuchagua viongozi wabovu ni wale wanao wanaobaki nyumbani bila kwenda kupiga kura. Hao ndio wanaotusaidia kuchagua viongozi wabovu, kwa sababu ungeenda kupiga kura, kura yako ukahesabika Mwaka huu tunaomba sereu kura zihesabike, kura yako ukahesabika, maana yake utasaidia nchi kuchagua viongozi ambayo wananchi wanampenda, aende asimamie uongozi wa nchi, uongozi wa wananchi, uongozi wa jamii, ili kwa kushirikiana anaofa Mungu ndani yao, kwa sababu tunahitaji kanisa lilelewe li na Mungu. Kanisa hili linalelewa li na Mungu, na nchi hii ya Tanzania ilelewe na Mungu, silelewe na mwanadamu. Taifa la Tanzania lilelewe na Mungu, lilelewe li na, li li na Mungu kupitia haki na kweli.